Hujambo, hii ni Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Taarifa zilizotufikia hivi punde ni kuwa Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, amefariki dunia Jumatatu wa Pasaka ya Aprili 21 2025 akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Kasa Santa Marta huko Vatican muda mfupi uliopita. Mwadhama Kardinali Farrell alitangazwa kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu francis kwa kusema, ndugu wapendwa, na kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Na kwingineko, China imeonya kuwa itachukua hatua dhidi ya mataifa ambayo yanafanya makubaliano na Marekani ambayo yataathiri masilahi ya Beijing, huku vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili na uchumi mkubwa duniani yakitishia kuathiri mataifa mengine. Kauli hiyo imekuja baada ya ripoti kwamba Marekani inapanga kuzishinikiza serikali kuzuia biashara na China ili kupata misamaha ya ushuru wa forodha wa Marekani. Siku ya Jumatatu, China ilishutumu Washington kwa kutumia vibaya ushuru na kuzionya nchi nyingine dhidi ya kuingia makubaliano mapya aya kiuchumi na Marekani na kuiathiri China. Beijing itapinga vikali nchi yoyote kuingia katika makubaliano kwa gharama kuathiri uchumi wa China, na itachukua hatua za kukabiliana na hilo, imesema wizara yake ya biashara. Wizara hiyo ilikuwa ikijibu ripoti ya Bloomberg kwamba utawala Trump unajiandaa kuyashinikiza mataifa yanayotaka kupunguziwa ushuru Marekani kuzuia biashara na China ikiwa ni pamoja na kuweka vikwazo vya kifedha katika mfululizo wa hatua za Washington imepandisha ushuru kwa bidhaa za, za China ha Jarida la The Wall Street Journal siku ya Jumapili. Utawala Trump umezuia ufadhili wa serikali kwa vyuo vya Harvard, Columbia na vyuo vingine vikuu kwa kuruhusu kwao maandamano yanaunga mkono Palestina katika kile ambacho utawala wake umesema ni kushindwa kudhibiti chuki dhidi ya Wayahudi kwenye vyuo vikuu hivyo. Wiki iliyopita, Harvard ilikataa matakwa ya kudhibiti serikali yake ya wanafunzi, vitivo na mitaala, ikisema matakwa hayo yangeifanya serikali kukidhibiti chuo hicho. Ndani ya saa chache baada Harvard kuchukua msimamo huo, utawala Trump ulitangaza kuzuia dola bilioni mbili nukta tatu katika ufadhili wa serikali ya chuo hicho na siku iliyofuata ulitishia kuipokonya Harvard hadhi yake ya kutolipa ushuru. Tangu kuapishwa kwake Januari, Trump amekabiliana na viuo vikuu vya juu vya Marekani akisema vilishindwa kushughulikia maandamano ya mwaka jana ya kuunga mkono Gaza na kuruhusu chuki kuzidi. Vioni mwisho wa rubaa za kimataifa, mimi ni Awadh Rashidi.